E, ukanda wa Pwani ambapo viongozi wa kisiasa kutoka eneo hilo wamejitokeza na kukashifu kile wameelezea ni njama ya kuwabandua baadhi ya viongozi kutoka eneo hilo la Pwani katika chama cha ODM. Viongozi hao wamesema kuwa hawata simama ama watasimama kidete kuhakikisha hakuna kiongozi kutoka Pwani atakayeondolewa chamani kutokana, kutokana na hatua ya kushirikiana na serikali ya Rais Ruto. Hapo jana Rais Ruto alihimiza viongozi wa ODM kusalia katika serikali jumuishi ili kwa pamoja wafanikishe malengo walioazimia na marehemu Raila Odinga.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 kwa nini kachumbari haupaki moa? Mheshimiwa Gladis Wanga, tandika ulale, sisi wanawake wenzako tuko nyuma yake, wala usibabaishwe na mtu. Baba alikuwa ameona wanawake wote, lakini atasema Gladis Wanga anatosha, anatosha na